Moja wetu amekusikiliza kwa makini sana. Na katika hali ya kawaida tukiwa mahali kama hapa, kuna neno linasemwa, alafu unasema hili naona kama linamhusu fulani, lakini kuna neno linasemwa, unaona linakuhusu wewe. Kwa hivyo, kila mmoja amechukua lile ambalo yeye eh, linamhusu. Lakini mimi niliamua kusikiliza kwa makini sana ule wimbo uliokuwa unasema mbinguni tunao utayari, na nikasema lile beti. Kwa kweli mimi ninakushukuru kwamba ulituruhusu wengine tusiimbe ambao hatuna utayari wa kwenda sasa. Kwa nimesema niseme hilo kwamba watu, watu sisi ambao tuna uchaguzi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano hatuja hatujaimba ni kwa sababu, si kwa sababu hatutaki kwenda mbinguni, lakini tunataka kwenda mbinguni, ila baadaye. Kwa sasa hivi, kwa sasa hivi tunawaza uchaguzi na hapa tunaye Dk Samia Suluhu Hassan ambaye tunamtarajia kuwa rais wetu. Kwa hivyo hatukutaka kabisa asogelee huo wimbo na kuimba, na sisi wengine pia wenye matarajio kama hayo, kwa kweli hatukuimba, na tunakushukuru sana kwamba ulituruhusu kwamba beti hilo tusio tayari tusiimbe. Kwa hivyo, ndugu zangu, tuendelee kuwa na tuendelee kujifunza kwa baba huyu ambaye amelala hapa na wakati wetu utakapofika wa kuondoka watu wawe na cha kusema kile ambacho kitakuwa kinampendeza Mungu. Mungu awabariki sana. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi. Amen. Asante Mheshimiwa wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania.